Kama unajiuliza unaanzaje kusoma neno, unawezaje kulielewa neno? Pengine unasoma neno lakini haulielewi. Unawezaje kupata mafunuo mbalimbali kupitia neno? Naomba unisikilize. Usisome neno ili uwe kama pasta wako, usisome neno ili uwe kama mtu mwingine ambaye ameanza muda mrefu kusoma neno na anapata mafunuo. Soma neno ili umwelewe Mungu kwa namna nzuri ya utaratibu, na ili uendelee kuwa mwanafunzi ndani ya Yesu Kristo. Sasa kwa mtu ambaye anaanza kusoma neno, na mshauri aanze na vitabu vifuatavyo. Aanze na vitabu vinavyotoka kwenye Agano Jipya, na hivi vitabu ni vitabu vya Injili: injili iliyoandikwa na Mathayo, iliyoandikwa na Marko, iliyoandikwa na Luka, na iliyoandikwa na Yohana. Na wakati unasoma, soma ili umwelewe Bwana Yesu na kazi zake. Mwelewe Bwana Yesu na huduma yake, mwelewe kwenye miujiza yake, mwelewe yeye kama neno, kama mwana wa Mungu na uelewe ufalme wa Mungu unavyofanya kazi. Na kama umeanza, ninashauri pia uambatanishe na kufunga na kuomba. Hii itakufanya usiwe na distraction mbalimbali ambazo zinakutoa kwenye kusoma neno na kwenye kukuchosha, maana kula kula nako kuna uchosha mwili, na wewe unataka ulishe roho yako. Ukimaliza kusoma hivyo vitabu vya Injili, endelea kusoma na vitabu vingine vya agano jipya, agano la kale. Yani iwe ndio utaratibu wako wa kila siku na utengeneze nidhamu ya kusoma neno kila siku. Kwa kadri unavyozidi kusoma ndivyo unavyozidi kumwelewa Mungu na ndivyo ambavyo Mungu anaendelea kukufunulia vitu vingi kuhusu yeye.